Wito wa Wakenya haswa madereva kuwa waangalifu barabarani msimu huu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya umesheheni kwenye hafla za sherehe. Akizungumza baada ya kuwapa wajane vyakule vya kusherehekea, mbunge wa Malava David Ndakwa amewataka madereva pamoja na wakazi kuangalifu barabarani huku akitoa hakikisho la kuinua maisha ya wajane na wakazi wa eneo bunge hilo. Nimekucha mama, mama, hapa kuambia watu wote wa Malava kwamba nawatakia Krismasi nje njema na mwaka mpya wenye mafaniki mafanikio mafani. Na kwa sababu hizi barabara za Malava zile za ndani na hata hii ya lami inapita magari, na wakati huo msimu wa Krismasi unakuwa na kisirani, ninaomba madereva wetu wajua ya kwamba vile wao wanasherekea wakitembea hata wananchi wa Malava wanasherekea kwa ile uwezo wao wakitembea wakitembe! wakuwe waangalifu kwa barabara na wasikuwe na safari mingi kwa sababu tunataka utulivu na amani tukisherekea msimu wa Krismasi wa. Na nataka kuambia watu wa Malava, hata hapa wale wamama wamekuja kuna fomu za pasari yes. nataka kila mtu achukue fomu ya basari mm. ili watoto wakirudi shule mm. hasa sana wamama wajane yeah. usi watoto wasirudi nyumbani kwa sababu ya fees yeah na pia mkienda kusherehekea nyumbani yeah, ile kidogo mko nayo mchiwekee kwa sababu watoto wetu wanataka kurudi shule yeah. Mkule mkitenga kidogo, watoto warudi na shule, nafisi kido kidogo. Hawa wanaona tu kaburi ya mzee hapo nje hakuna mtu anarudi chioni kuwatafutia kuku. kuku hakuna mtu anajua watoto wao wa wanasoma namna gani namna gani, na hakuna mtu anajua wakiwa wako Wagonjwa! Sasa mimi nikawahakikishia ya kwamba wakinipatia nafasi wanipeleke kwa bunge kama mwakilishi wao mm, wa Malava yeah, Constituency nitahakikisha nitawafanyia kazi. Nataka kuhakikishia ya kwamba kwa sababu wao hawana mapato nitahakikisha ya kwamba watoto wao wanasoma kama eh, watoto wao wataenda shule na wasome bila kufukuzwa. Ni wito ulioungwa mkono na mwakilishi wa kike wa kaunti ya, ya Kakamega Elsa Muhanda alipowatembelea kina mama katika hospitali ya rufaa ya Kakamega. Tumebarikiwa na watoto watano as of now, lakini kuna wengine wako kwa labor ward. Kwa hivyo uh, ni shukrani na nachukua fursa hii kuwatakia watu wote wa Kenya na watu wa Kakamega kaunti na Western heri na fanaka, tukisherekea hii siku kubwa ya kuzaliwa, oh, ya Yesu. Ni siku ya kusaidiana ati kula na jirani yako. Hii ni siku ya pia tukuwe na amani tukisherekea Krismasi, tukule moja tuweke tatu, kwa maana hivi karibuni school fees itatakikana, kwa hivyo wakaazi, tukae na amani tusherekee kwa amani na tuombe Mungu 2026 ikwe mwaka wa manufaa. <coughs> <coughs> Michael Sifuna Tandao TV, kaunti ya Kakamega.